A few moments later. Mama, mkanye mwanao. Yes, ebwana, unaambiwa mkanye mwanao ebwana, mzazi mkanye mwanao, usiseme kwamba haujaambiwa ama usiseme kuwa uh, hukuambiwa sababu, serikali ya Tanzania inasema ebwana, imejipanga vyema. E, hata mfanye vurugu e, vurugu tarehe ngapi, sisi bado huwa tumejipanga vilivyo, sababu kuna taarifa zilikuwa zinasemekana kwamba maandamano ya tarehe tisa yaahirishwe yaweze kupelekwa Christmas, lakini rais mwenyewe anasema kwamba hata mkaja tarehe ngapi, sisi na jeshi letu tumejipanga vyema, na Tanzania ni nchi ya amani sana. Singependa kuona uh, vurugu zinaendelea hapa nchini kwetu. Kwa hiyo eh, jeshi letu limejipanga vyema katika hali ya usalama, uh, tupo vizuri. Kwa hiyo wale wanaodanganywa waje kuandamana, basi mujue kwamba tumejipanga vyema, na msiseme ya kwamba hamkuambiwa. Kwa hiyo sasa hivi mtazamaji, ikiwa e, na mwanao hapo una unanisikiliza vizuri e, basi unaambiwa uweze kumkanya mwanao, sababu kuna video hapa anakwenda kukwekea, ikionyesha kuwa wanajeshi e, jeshi la polisi limejipanga vizuri e, kuweza kukabiliana na hawa waandamanaji e, kisheria tu e, kama ni maandamano ya amani sawa, lakini kama ni yale ya vurugu E, basi e, nadhani kitaweza kunuka vibaya sana, sababu e, unajua, unajua mtazamaji kinachofanya una, kina wananchi pia waweze kupigwa na polisi ni kwamba, unajua watu wanapoandamana, unapata mtu anaandamana ameshika jiwe kubwa. Unajua polisi pia akimwachilia akiwa huru, akipigwa lile jiwe, polisi pia anaweza kufariki. Sasa inabidi pale polisi atumie njia ambayo itafanya Eh, yeye awe salama, ndio ambavyo unaona mpaka polisi wanatumia nguvu nyingi kwa waandamanaji. Kwa hiyo sasa hapa mtazamaji eh, onyo imeweza kutoka rasmi eh, mkanye mwanao eh, usiseme kuwa haukuambia. Na unajua mtazamaji, kwa mara mara ya kwanza watu wengi walishikwa, watu kama mia mbili, na waliwekwa gerezani pale mahakamani, eh, wakis, wakisomewa kesi yao ya uhaini eh, lakini mwisho wa siku unajua ni watu tu walikuwa wameingilia maandamano, wamefata mkumbo, kwa hiyo hata hawajui kesi ya uhaini ilikuwa ni nini. Ndio maana hata rais mwenyewe mwisho wa siku akaja kuwasamehe wale wote waliokuwa na wamepewa kesi ya uhaini, bila wao wenyewe hawajui uhaini ni nini, rais akaweza kuwasamehe, ikiwemo Nifa ndo, kidogo alichelewa kuachiliwa, lakini pia aliweza kuachiliwa. Na kidogo Nifa anasema sasa ataongea na vijana aweze kuwafunza maadili mazuri. sasa hivi Mtazamaji, nitaka utuelewane. Mara ya kwanza waandamanaji walishikwa wengi, wakaachiliwa ah, rais aliwaonea huruma akawaachilia huku akisema kwa wengi wameambiwa wame na kesi ya uhaini, lakini hawajui hata uhaini wenyewe ni nini. Lakini sasa hivi round 2 mtazamaji, wameshikwa tena. Sasa hivi unajua kila mtu amejua uhaini ni nini, kwa hivyo kijihusisha na maandamano hiyo, ah, ni uhaini na uchochezi wa kivita utashikwa. Na sasa hivi mtazamaji, sidhani kama kutakuwa na huruma ya rais yetu kusema waandamaji waachiliwe wakiwa wamevuruga nchi, mtazamaji. Kwa hiyo pale ulipo, ningependa kushauri uh, mtazamaji wangu Umbea Media Tv bwana, uh, uweze, uh, uweze uh, kufanya maamuzi ambayo ni mazuri uh, kabla kabla ya kwenda kwenye maandamano, zingatia kwanza kwenu kupoje ama kwenu kukoje, sababu uh, kama um, kwenu ndio hivyo maisha ya chini uh, alafu uende pale uweze kuambiwa dhamana ni e, milioni milioni kumi, bwana e, utaishia jela. Kwa hiyo kabla ya kufanya kitu e, kidogo kwe, jaribu kuangalia hata pia e, hali ya kwenu bwana. E, kuna baadhi ya video hapa, ningependa kukwekea nikuonyeshe vile ambavyo jeshi la polisi la Tanzania ambavyo limejipanga kutokana na vurugu hizi ambazo zinadhamiriwa kutokea na majenzi mtazamaji eh, ngoja nikuwekee video hiyo uweze kujionea mwenyewe halafu, ndio utajua vile ambavyo jeshi limejipanga vyema.